Tumejipanga. Miongoni mwa barabara ambazo tutazifanyia kazi ni barabara inayotoka kwa Comrade Pinda Kibaoni, Majimoto, Muze, Kilyamatundu. Hii barabara aa, nakuambie kwamba hii ni barabara nitakayoisimamia kwa nguvu zote. Nilipokuja kampeni mwaka ishirini ishirini nilipangwa kwenda Muze. Uh, mheshimiwa mkuu wa mkoa aliyekuwepo kwa wakati kati ule akanisihi sana, mama, usije uje kwa barabara. Nikamwambia kwa nini, kwanin? Akasema hakuko vizuri hata kidogo, sitaki mgombea wangu aende huko imsigela kimsigalasinijekulagi kwamevijiniupe kwa helikopta kwenda mze, lakini ujumbe wako wote, wengine wote walikwenda kwa barabara, kurudi kila mtu jasho linampatika hivyo na niambie, ni vipi wanasema hatari tuku na kwa bahati mbaya, wakati wanapandisha mlima gari moja itarudi, ikawa inarudi sasa, kwenda kugonga zingine, wakawahi kuipangia nao. Kwa hiyo yale yaliyotokea wakati ule sitaki yatokee tena kwa barabara, hivyo isimamia kwa nguvu kubwa, tuhakikishe watu wa wanashuka kune ngugo wakiwa na uhakika wa